Hello, habari leo, nataka nikupe elimu hapa jinsi ya kupata namba ya NIDA online, yani jinsi ya kupata namba ya NIDA mtandaoni kabisa. Yani uko na simu yako hapo unapata namba yako ya NIDA. Twende pamoja moja kwa moja, kliki application hii au gusa hapa, hii hapa, hapo ni Google. Unaweza kutumia hii Google kawaida, alafu vile vile unaweza kutumia Google Chrome hii hapa. Sasa hebu twende pamoja Gusa hapo. Baada ya kugusa hapo hiyo, kuna sehemu ya ku search, search hapa, sehemu hii, andika maneno yafuatayo kama yanavyoonekana hapo, ni NIDA online. Andika kama jinsi inavyoonekana hapo, NIDA online. Ukishaandika hapo, itafunguka kama hivi. Ikishafunguka, kuna sehemu hii hapa ya inakuambia fahamu namba yako ya nini, alafu kuna kadash, alafu NIDA online service. Kliki sehemu hiyo hapo yenye maneno ya, ya bluu, utajaza taarifa zifuatazo, ni rahisi sana. Sehemu hii hapa utaandika jina lako la kwanza, kama unaitwa Abu utaandika Abu, Abu. Sehemu hiyo hapo utaandika jina lako la babu yako, tunamaanisha jina la mwisho, kama Abu Ali, kwa hiyo utaandika hapo Ali. Alafu utashuka chini hapa utaandika tarehe yako ya kuzaliwa, utaandika tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka uliozaliwa. Sehemu hiyo hapo, namaanisha hapa ni mwaka hapa ni mwezi, hapa ni siku uliozaliwa, tunamanisha tarehe ya kuzaliwa. Hapa utaandika jina la kwanza la mama ako, alafu hapa utaandika jina la mwisho la mama ako, tuna tunamanisha jina la babu yake, sasa au tunaita sane. Utashuka chini, namanisha hapa jina la mama ako la kwanza, kama mama ako anaitwa Amina Amina Ali, au sio? Alafu sehemu hii unaiona kibox kiboksiki utaingiza maneno haya hapa, yaani utaandika z b 4 D C sifuri. Sehemu hii huwa inakuja maneno so hayatafanana na haya, yatakuja tofauti na haya, kwa hiyo utajaza ambayo umeambiwa ujaze. Ukishamaliza hapo utakuja kwenye sehemu ile andiko tuma. Ukigusa tu hapo tuma, namba yako ya NIDA inakuja muda huo huo sumia wana sasa. Kumbuka hapa ni tayari wewe ulishajisajili, ushajaza fomu ile ya kuchukua namba ya NIDA, ulienda ofisi ya wilaya ukajaza fomu ya kuchukua namba yako ya NIDA ndo uweze kuchukua namba yako ya NIDA hapa online. So lazima uende tena ofisi ya wilaya ukawadai, sio? Naomba namba yangu ya NIDA sio nini? Hapana. Utaenda kule utajisajili, baada ya wiki moja tu au wiki mbili utaingia online, kisha utafanya mchakato kama jinsi nilivyokuonyesha, utachukua namba yako ya NIDA haraka sana. Video inayofuata nitakuonyesha jinsi ya kuchukua namba yako ya NIDA online kama hujawahi kujisajili popote, kama hujawahi kujisajili, labda hujawahi kwenda ofisi ya wilaya, nitakupa maelekezo mwanzo mwisho. Endelea kufuatilia channel hii ya Shayia TV kwa kugonga neno lililoandikwa subscribe, na kutakia siku njema.